Akitoa mwelekeo wa mkoa kwenye kilimo katika mkutano uliokutanisha mikoa nane inayolima parachichi kujadili mustakabali wa zao hilo na kufungua msimu wa ununuzi, Mtaka anasema atachukua hatua kali kwa mtumishi wa umma atakayekamata gali na kusababisha mazao kuozea getini bila sababu za msingi, na kisha kusema kwamba mapema baada ya uchaguzi kukamilika, atakutana na wakurugenzi na wakuu wa vitengo na madiwani wote wa mkoa huo ili kujadili namna ya kufuta tozo zote kandamizi zinazokwamisha mkulima kuendelea mkoani Njombe. Parachichi zimezuia magetini, mtu akisitaki kwenye geti masaa manne, yaani yani tunaona wanapata hasara, wanachukia serikali kwa sababu ya ujenzi wa kwenye logo gabi. Kuna watu walikosa soko la India kwa sababu kuna mtu amekaa getini anabishania sisi. Lakini wakurugenzi wa Nyombe mlioko huko ndani mwambie kwamba mwezi wa yani tumaiza kutiki ni Oktoba tu watu kupiga kura, mabarasa yote sieti zote Lazima tukubali, haiwezekani. Sasa rais akafanya vingapi? sheria ya roho kama inakuruhusu kufanya biashara, unaona, wananchi wangu wanaangaika, viazi vinaoza, matunda yanaoza, si sinenda taa waje tuweze kupata fasiti za kujenga kaje, kodi tukakusanya. Kwa nini tubadilishe matumizi hizi hela ambazo tunaruhusiwa kufanya ndani tena, ni kwa maendeleo. Sasa serikali ipo itafanya vingapi? vinga vifanyiwe vibastsakambia unajuawakulimazifanya <coughs> tukaibisha tapemaeneo tuka lazima aina hiyo ya mazungumzo. Uh, kodi yetu ya kwa nini inatua tofauti tofauti kutoka kwenye halmashauri mbalimbali? Serikali si hiyo hiyo moja? Hili swala lingine line tutaliweka ni mojawapo ya uh, action kubwa ambayo tutaichukua, tutakaa sisi ndani ya serikali, lakini baadaye tueje kutoa suluhishi ambalo litaweza kufanya biashara hiyo inafanyika kirahisi. Swala lingine tunawaahidi kuendelea kufanya maboresho makubwa ya kisera, maboresho makubwa ya kisheria, kanuni na taratibu ili kuhakikisha kwamba zile barriers kwenye business ya parachichi zinaondolewa kwa kushirikiana, kwa nyinyi ambao uko ndani na nafasi kubwa sana ya kuishauri serikali ili kuweza kuboresha mifumo mbalimbali ya kisera na kisheria ili kuhakikisha kwamba biashara hii inaifaidisha nchi yetu kama dadangu Nape alivyosema, tumeweza kufanya makubwa huko Afrika Kusini katika soko la parachichi, lakini pia tuna, tuna kazi kubwa sasa kugombea. Parachichi itaendelea kulindwa na tutakuwa na umakini wa hali ya juu wa uanzishwaji na utekelezaji wa sera na mikakati na michakato mbalimbali. Ningeomba mikoa yote ambayo tunalima kwa chichi, mkuu wa wilaya atakayepelekwa kule alazimishwe anunue shamba na alime, ili tutavokipidana kuna ununuzi na madawa, leo anapambana tuwe naye bega kwa bega katika moto mwana ya miauko mara madawa sisi ni nyuma nunuzi na ndipo leo natumikaje? madawa kwa madawa nayo natakiwa utumie kwa kwa kipindi fulani, kwa kipindi cha maua. Mimi naitwa Elisha Mshumbuzi ni managing director wa kampuni inayoenda kwa jina la Safari Organic, ambayo tuko based by Dar es Salaam Mbezi Beach. Tunawakilisha kampuni moja ambayo iko based Marekani Texas, ambayo inaitwa Kiango LLC Kiango LLC, LLC imeleta mbolea ambayo ni pure organic inayoenda kwa jina la Omax Dry. Omax Dry, hii mbolea ni pure organic ambayo ina, italeta mapinduzi ya kilimo katika nchi yetu hasa kwa wakulima wanaolima mazao ya organic kwa zao la parachichi. Hii ndiyo mbolea ambayo ni suluhisho kwa mkulima kwa sababu ina nutrients zote zinazohitaji e, parachichi iweze kutoa mazao ambayo yanakubalika kwenye soko la nje, ambayo inaleta mazao mengi zaidi kulinganisha na sasa hivi ambavyo kila mmea idadi ya, e, ya products inazotoa. Omax Dry ina nutrients zaidi ya saba ambazo zinaleta mapinduzi makubwa sana ndani ya kilimo kwanza, ina nutrient inaitwa eh, inaitwa humic acid. Humic acid ina inapambana na sumu ya udongo, yaani soil acidity pamoja na soil alkaline li vile vilevile, inaongeza ubora wa udongo kuamsha zile microorganism ambazo zilikuwa zimepotea kwa sababu ya mbolea zenye sumu na kurudi tena, udongo unakuwa mpya kama zamani au unakuwa virgin upya. On top of that ina e, nutrient moja inaitwa boro, ambayo inashikilia e, e, maua ya mmea yasidondoke, ili maua yote yaliyotoka yaweze kutoa tunda. Matokeo yake e, ovacado kama ilikuwa itoe labda mti mmoja utoe matunda mia tatu inaishia kutoa matunda mia sita ina, ina double vilevile. Vile inadumu kwenye udongo kwa kipindi kirefu sana kulinganisha na mbolea nyingine tunazozitumia. Kilo hamsini ya Omax Dry ina cover eka nzima kulinganisha na mbolea nyingine tunazozitumia na hiyo kila hamsini kwa zao la parachichi unaweza ukatumia nusu, e, kilo ishirini na tano tu zikakava, ni kwa sababu kwa sababu kila mche una, kwa mpya unaweka gramu mia tatu hamsini kwa mche wa zamani. Kwa mche mpya unaweka gramu mia mbili hamsini kwa kila mche, ambayo ina matokeo yake unajikuta unatumia mfuko pungufu ya kilo hamsini ukilinganisha na gharama za mbolea wanazoingia wakulima kwa ajili ya maparachichi hapa, kwa ekari moja ambayo wanaweza nikaismeti naanzia kwenye laki nane na kwenda juu. Waelezi wakulima faida ya kutumia organic na mahitaji yake katika soko la kimataifa. Soko la kimataifa linahitaji ya bidhaa ambayo haitumii ka matumizi mbo yanaenda kukidhi matakwa ya soko la dunia, ama ni kwanza kabla sijaenda swala la organic hii mbolea, ile yumi kiasi inaleta unyevu unyevuunyevu, kwa hiyo watu watamwagilia maji lakini sio kwa kiwango ambacho wanamwagilia sasa hivi. Pili, kuhusu ile e, organic material iliyoko kwenye hii mbolea ni kwamba hawatapata shida ya kuuza nje kwa sababu hii mbolea kwanza imethibitishwa na serikali ya Marekani, imethibitishwa na serikali ya Canada na serikali nyingi za South America na European Union pamoja na Japani. Hapa Afrika hii mbolea inatumika Misri. Sasa hivi ndio tunaanza kuitumia hapa Tanzania, tumeshapata vibali vyote na TFRA na tuko kwenye trials, ili watu waitambue wa waweze kui, kuitumia. Ni suluhisho la watu wanaopeleka bidhaa nje ambazo ni za pure zinazohitaji kuwa pure organic.